Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo na karibu tena kwa mwendelezo wa tafakari zetu unazowaleteni tafakari za kila Jumapili. Leo tutafakari masomo ya Jumapili ya ishirini na tisa ya mwaka si wa kanisa, na masomo haya litalenga somo la kwanza, wimbo wa katikati pamoja na Injili. Twende moja kwa moja kwenye mada kuu. Mada kuu ambayo ningependa nikushirikishe kwa leo ni hii kwamba muumini au mtu anapaswa kuomba bila kuchoka. Tunapokuwa tunazielekeza sala zetu kwa mwenyezi Mungu na hasa sala za kuomba, huwa maelekeo ya baadhi ya watu ni kukata tamaa. Kukata tamaa pale ambapo tunaona kwamba vile vitu tunavyomwomba mwenyezi Mungu hatujavipata moja kwa moja na kwa haraka. Tumezoea kama mtu anaenda benki, anaweka kadi ya simu kwenye mashine ya kuleta pesa na unaweka namba ya siri pale, halafu mapesa yanakuja manocha haraka sana. Unafungulia tapu ya maji, maji yanakuja. Ndivyo tunavyotegemea binadamu, tulivyozoea. Lakini Mungu ana namna yake ya kutenda, na hasa pale tunapokuja swala la kuomba. Pengine Mungu anaweza akajibu papo kwa hapo, lakini tuseme kwamba Mungu ana wakati wake wa Sala zetu. Kwa hiyo ndugu muumini naye nisikilize, rafiki yangu mpendwa, najua una sala za aina mbalimbali mbali, za kushukuru, za kuomba msaada, maombi yako mbalimbali mbali, lakini hasa zile sala za kuomba. Masomo yote takribani matatu ya leo tutakayoyasikiliza yanatufundisha kitu kimoja kikubwa kwamba tunapaswa kuomba bila kuchoka. Basi baada ya utangulizi huo mfupi twende kwenye masomo ambayo yanatuongoza katika tafakari hii yenye dhamira ya kuomba bila kuchoka. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 8 mpaka ya 13. Somo hili linatokea wakati wa Israeli walipokuwa njiani kutoka Misri wakielekea nchi ya ahadi, lakini walipofika sehemu inayoitwa Refidimu, utasoma somo vizuri, walishambuliwa na kabila moja ya watu ambao walikuwa ni wakali sana kwa vita, walikuwa wanaitwa Wameleki. Hao Wameleki walikuwa wanapigana vita vizuri sana jangwani, na walitaka kuwapiga vita, ikaanza sasa pale. Ndipo Musa eh, akamwambia Yoshua kwamba wachague watu wa kuweza kupigana na watu hao, vinginevyo hawatafika nchi ya ahadi. Na kweli kitu hicho kilifanyika. Lakini pamoja na kwamba alikuwa anapigana vita, Musa alifanya kitu kimoja, akishirikiana na Yoshua na Aaron na, na Huru ambao walishirikiana katika vita hivi. Musa alipokuwa anainua mikono yake juu akiwa na fimbo ya Mungu Waisraeli walishinda vita, lakini alipokuwa anashusha mikono yake chini Waamaleki walikuwa wanapata nguvu na wenyewe wanashinda vita. Aroni na Huru, katika somo hili tunaambiwa kwamba walimsaidia Musa kuinua mikono yake hadi jioni, tangu asubuhi hadi jioni, na ikafikia Musa akachoka, basi akaketi kwenye jiwe sasa mikono ya Misa wakamsaidia kuishikilia, kwa sababu tangu asubuhi mpaka jioni, uwezo ukawa umenyanyua mikono hivi unaomba. Lakini Musa si kwamba alikuwa amenyanyua mikono yake tu juu hivi kama ishara tu, mwandishi anataka kutuonesha kwamba wakati ameshika ile fimbo ya Mungu Musa alikuwa anamuomba Mungu kwamba tunaomba Mungu tusaidie tushinde hii vita na kweli wanashinda. Kumbe Mungu moja kwa moja alikuwa anasikiliza sala ya Musa na akamsaidia, wakashinda vita. Kwa hiyo kilichowasaidia washinde vita wale wayahudi zake na Musa, si kwamba ilikuwa ni kwa nguvu zao wenyewe tu, hapana. Ni vitu vili vilivyowasaidia kushinda vita hiyo na kuelekea nchi ya ahadi. Kwanza, nguvu ya sala ya Musa akisaidiana kina Yoshua hawa na Aroni, na lakini lakini vile vile wale Waisraeli waliokuwa wanapigana vita. Kumbe mafanikio ya Waisraeli hayakutokana na nguvu za kijeshi tu, bali pia kwa msaada wa Mungu uliotokana na maombi ya Musa. Kumbe maombi ya imani na msaada wa pamoja ndio siri ya ushindi. Musa anawakilisha muumini yoyote yule, wewe na mimi, anayesimama imara mbele ya Mungu, anayepiga magoti yake mbele ya Mungu kwa ajili ya wengine bila kuchoka. Alikuwa anasali kwa ajili ya taifa zima. Twende Zaburi, Zaburi ya 121, Nitainua macho yangu nitazame milima na kadhalika. Hii ni zaburi ya maandamano ya kuelekea Yerusalemu. Wayahudi waliimba zaburi hii wakiwa njiani kwenda hekaluni kuabudu kule Yerusalemu. Kwao ilikuwa ni sala ya imani, matumaini na faraja kwa wale waliokuwa kwenye safari yenye hatari na mashaka. Sikiza ubeti mmoja kwa mfano wa zaburi hii unasema hivi: nitayainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu uko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Na kiitikio ni mstari wa pili: msaada wangu uko katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Unaona, ni zaburi ambayo ina lenga Mwenyezi Mungu kwamba ndiye anayetoa msaada. Kwa hiyo nguvu ya sala kumwelekea Mwenyezi Mungu anayetoa msaada katika hali zetu zote tunazokuwa nazo. Twende kwenye Injili. Injili hii ni pombo isome na ni fupi, ni Luka sura ya kumi na nane aya ya kwanza mpaka ya nane. Injili hii inaongelea eh, yule mama mjane eh, ambaye alikuwa anamwomba hakimu au kadhi haki yake, kwa sababu ni kama alikuwa anataka haki yake kuchukuliwa na mtu mwingine, na yule kadhi akawa hamsikilizi hamjali, yule hakimu ni kama anapotezea. Lakini yule mjane, ambao unajua wajane kwa jamii ya wakati ule, pengine hata siku hizi, kuna wajane siku hizi kama kuna uwezo hasa wa kifedha, watu wa kutetea wengine wananyanyaswa na ndugu eh, eh, hata marafiki wanakuweka pembeni. Huyu mjane aliendelea kumsumbua yule hakimu ili ampe haki yake, na hakimu akasema sasa, kwa kuchoshwa ah, na huyu mjane mara kwa mara anejia na, na kunisumbua, ngoja nimpe haki yake. Lakini sasa Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano huu akitaka kuwafundisha kitu kimoja kikubwa sana, kwamba waombe daima bila kukata tamaa. Ndio maana alitoa mfano wa, wa huyu mjane ambaye alikuwa naomba apatiwe haki yake kutoka kwa hakimu au kadhi bila kukata tamaa. Na katika mfano huu, huyu mjane ambaye ni mtu dhaifu katika jamii, anayemlia ha ha hakimu ambaye alikuwa haogopi Mungu wala haheshimu watu. Lakini kwa kuwa mjane huyu hakuchoka kumfuata na kumsihi, hakimu alichoka na hatimaye akampatia haki yake. Kumbe Yesu anasisitizia kwamba mtu dhalimu anaweza kuguswa na uvumilivu wa mtu anayemsumbua. Sasa kama Mungu ni mwenye haki zaidi, niwaza atajibu maombi ya sisi wateule wake japo kwa wakati wake. Kama yule dhalimu kazi hakimu anatoa haki baada ya kusumbuliwa, je, Mungu ambaye ni Mungu kwanza, yeye Mungu asumbuliwe, waza atajibu maombi yetu, lakini kwa wakati wake. Tusimlazimishe Mungu atende muujiza au Mungu ajibu maombi yetu pale ambapo sisi tunataka. Tumwache Mungu aitwe Mungu na tumwache Mungu atoe majibu kwa wakati wake. Kumbe, mfano huu katika Injili hii unatufundisha kudumu katika maombi, wana imani na matumaini. Na Yesu anamalizia kwa swali lenye changamoto na nukuu, lakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataona imani duniani? Ni swali linalotutafakarisha. Je, mimi na wewe tutaendelea kuaminifu katika maombi yetu, hata pale majibu yanapochelewa kuaminifu kweli? Sasa tuone mahusiano ya masomo haya matatu, yanahusiano mkubwa. Kama mnavyoona, masomo haya matatu yanahusishwa na kitu kimoja kikubwa, nguvu ya maombi, lakini iliyo ya kudumu. Uomba kwa uvumilivu. Katika somo la kwanza, Musa alinua mikono yake juu bila kuchoka, kiomba ishara ya sara ya kudumu na imani kwa Mungu. Tika Zaburi ya 121 ya wimbo kati wa katikati inakazia mtazamo huo wa imani, msaada wangu watoka kwa Bwana. Mungu ndiye chanzo cha nguvu yangu na ushindi wangu. Yesu anahitimisha fundisho hilo hilo kwa mfano wa mjane ombe, akawasi wafuasi wake na anakusii wewe na mimi leo, ombe bila kuchoka. Kwa hivyo maombi yanayoendelea bila kuchoka ni daraja, ni kiunganishi kati ya udhaifu wetu wa kibinadamu, lakini katika maombi yetu kama Musa aliyeinuliwa mikono akasaidiwa au mjane maskini yule akaendelea kuomba upande mmoja na upande wa pili ni nguvu ya Mungu ambayo ilimfanya Musa na Wayahudi washinde wa, wa Amaleki kwa nguvu iliyotolewa na Mwenyezi Mungu. Kumbe sisi kiunganishi chetu kinachotuunganisha tuunganisha na Mwenyezi Mungu ni sala. Sala ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu. Sala ni kuungana na Mwenyezi Mungu kujenga daraja na daraja hiyo inabidi tujenge mara kwa mara bila kukata tamaa. Tumalizie kitu kwa kusema haya, maombi ni silaha ya kiroho. Kama Waisraeli walivyoshinda vita si kwa nguvu zao bali kwa mikono ya Musa iliyokuina obba iliyoinuliwa juu kwa Mungu, ndivyo na sisi tutakavyoshinda mapambano ya maisha kwa sala shida unazokumbana nazo, mahangaiko unayokuwa nayo, kukosa usingizi, pengine kukosa kazi, mwelekee Mwenyezi Mungu, mwelekeze mikono yako juu kama Musa, endelea kumwomba yeye, atakusaidia na kwa wakati wake na kwa namna ambayo inafaa. Ombe, maombi ni silaha ya kiroho. Kitu cha pili Siache kuomba hata kama majibu yanachelewa. Yesu anatufundisha kuwa maombi yanahitaji uvumilivu. Mungu si kama mashine ya majibu ya haraka. Kama nilivyotoa mfano, unaweka namba ya siri kwenye simu, kwenye mashine ya benki pale manoti yanatoka wara haraka sana, au nafungulia ya maji yako? Hapana, yeye ni baba anayejua wakati ufaao tunachohitaji na anatupatia. Wakati mwingine tunadhani kwamba Mungu ametusahau. Hapana, kumbe anatuandaa kupokea makubwa zaidi, kupokea imani zaidi. Hata tamaa ni sawa na kujikata kabisa kutoka kwenye chenye ya neema. Lakini kitu cha tatu, ushirikiano katika sara una nguvu kubwa sana kuna watu nawafahamu wametengeneza mtandao wa kijamii ambao wanaamua kusali masaa ishirini na nne kwa siku mmoja. Anaanza asubuhi saa moja wa kikundi fulani, mpaka labda saa nne wengine saa nne mpaka saa siku mpaka masaa 24 wanasali, wanakuwa na nia zao. Wanasema ni kama kila dakika kila sekunde, wako mnyororo umeunganishwa kwa Mwenyezi Mungu. Nguvu ya sala ni kubwa mno Unapotumia mitandao ya kijamii kushirikisha na mambo ya kifamilia, sisi ndio ndugu yetu anafunga ndoa, sisi kumetokea msiba, kuna mitandao ya kijamii sisi tumemaliza kidato cha nne shule gani, wote tunakumbukana, tuwe na sherehe mahali fulani. Kwa nini msifikirie kwenye mtandao ya kijamii mkawa mnaunga hata minyororo ya sana sana, ambayo ndio ina nguvu zote kuliko kitu chote kile? mitandao hii teknolojia hii ya kidijitali itumie pia kwa mambo ya kisasa na kadhalika, na ndio maana hata neno ila Mwenyezi Mungu tunaleta kwa uraisi wako kiganjani, upo na simu yako hapa, unatusikiliza. Wengine kwenye redio, wengine kwenye television, mnatupata. Ni teknolojia ambayo Mungu ametujalia, na sisi tunaitumia kuwaleteni habari hizi, kutumia teknolojia hii kuungana pamoja, na teknolojia hii kusaidia kuunga na Mwenyezi Mungu. Ni kwamba ni kitu ambacho ni kizuri sana. Tumia teknolojia hii. Itakusaidia sana, itakuunga na Mwenyezi Mungu. Tumalizie na kitu cha kisho. Imani hujaribiwa katika kusubiri. Nishaongelea kwa ufupi. Yesu anauliza, atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta bado imani duniani? Imani ya kweli inathibitishwa si wakati mambo ni rahisi pengine bali wakati tunaposubiri na bado tunaamini na bado tuna matumaini, si wakati wa mambo ambao tunataka yawe haraka. Tuwe na subira. Mungu anaweza kuchelewa kujibu, si kwa sababu hatupendi, bali kwa sababu anataka tutoke tukiwe na imani iliyo thabiti. Subiri kwa imani, tendo la ujasiri. Mwisho natoa homework kazi ya nyumbani, uyo watoto wenu ambapo wanapewa maswali ya kwenda kufanya nyumbani, wengine mnawasaidia wazazi. Fanya matendo yafuatayo ya, ya kweli kweli. Tendo la kwanza, imarisha maombi katika familia yako. kuna familia nyingi nao nisikiliza na wewe mwenyewe pengine amsali kama familia. Panga muda maalumu wa sala nyumbani, msali pamoja. Kama una mke kama una mume kama na unaishi na watoto au unaishi na, na kaka yako au na dada au na mtu yote. Na shara za kifamilia. Nguvu ya sara ya pili, katika maombi yako kwa wiki, hebu weka sara za kukumbuka. Musa sari kwa ajili ni ya jamii mzima ya wai washinge vita na wakashinda vita. Mara nyingi tunajikumbuka, tunasari kwa ajili yetu sisi pekee. Hebu na wewe na familia yako mweke maombi kwa ajili ya watu wengine, hata msipuasi ambao hamwafahamu, kama loza twarani ziombe. Kuna watu wana mahangaiko, wagonjwa, waombe. Kuna watu wanashida mbalimbali hapa duniani, waombe. Kuna watu wamepata majibu yao yamejibua na Mwenyezi Mungu baada ya kuamsha mikono muda mrefu, mshukuru Mungu kwa niaba yao, watu nao wafahamu hata usiwafahamu, na Mungu akubariki. Lakini mwisho uniombee na nini, inua mikono yako uniombee, na nanini, naombea utume Mungu akubariki sana, tuombea. Asifiwe Yesu. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na moja jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi Mkambala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop, sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa za wasiliana na Sista Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.